Hili ni zaidi, hakuna mwananchi au biashara mwananchi ambayo imeharibiwa, hakuna mali ya serikali iliyoharibiwa, hakuna mwananchi pamoja na kukamata, ambaye labda labda, kwamba pamoja na kuwakamata, lakini hakuna aliweza kuumizwa, wote tulioachia bila mashariti. Tulibaki na wale ambao tuna ushahidi nao, lakini pia tunao wawili ambao tunawashikiria kwa kosa la kujihusisha na kusambaza, kuhamasisha watu kujiingiza kwenye kujim mitandao ya kijamii ambao pia baada ya taratibu za kisheria zikamilika, sheria itachukua mkono wake. Tisa hao ndio walikuwa wanajihusisha na swala la uchomaji wa matairi. Wawili ni wale ambao tulikuwa na ushahidi kwa sababu ya kuhamasisha kwenye mitandao ya kijamii. Kwa hiyo kwa ujumla wake ni kama tunashikilia watu 11 ambao tumepembua toka watu 300 ambao tulishika, tukapembua tukaona kwamba hawahusiki ila walikuwa ni ushabiki na ule umri. Lakini baada ya hapo, baada ya kujadiliana, kamati ya ulinzi na usalama ikaridhia chini ya mheshimiwa mkuu wa mkoa kwamba tuwachie bure bila masharti. Hizo so, ya, ya, ni propaganda ambazo kwa kweli ni mojawapo, watu ambao tukiwapata tutawachukulia hatua. Hakuna askari wa Jeshi la Polisi mkoa wa Kilimanjaro wala hata kurushiwa jiwe hakuna. hakuna mwananchi mkoa wa Kilimanjaro ambaye ameuliwa. Bahati nzuri hospitali zipo, mnaweza mkaenda, na nyinyi si watu wana ndugu? hakuna mtu aliyepita au kaja jeshi la polisi kusema hajamuona ndugu yake. Kwa hiyo tulifanya kazi kwa kuzingatia nidhamu, haki, weredi na uadilifu, ndio iliyotufanya tufanye kazi kwa weredi mkubwa, lakini nimshukuru sana mkuu wa jeshi la polisi Tanzania pamoja na kamishna wa operation na mafunzo afande Sipia Awali, kwa jinsi ambavyo walikuwa wakitupa training, wakitupa mafunzo na wakati mwingine kutupa maelekezo moja kwa moja, ndio ilisababisha kuhakisha kwamba mkoa umeenda kwa weredi mkubwa sana. Kuna kama inaonyesha ni sini ajabu kwa sababu nilikuwa nilikuwa na miburuzo hmm, ya kama scratch, haijulikani kwa sababu pale eneo ile <coughs> walikuta wale watu ni ni, tulifungua taarifa ya kifo kwa sababu inaonekana kama ni ajali, bado tunaendelea kuchunguza tujue ni wawapi. Haikuwa na mahusiano na swala maandamano. Ni kweli walikutwa kule, lakini kwa sababu walikuwa na mipuruza, ni dalili kama ni tukio la ajali. Lakini sasa, kama kuna mtu ana taarifa kinyume na hizo ninazoziongelea, tunamkaribisha. Asante kamanda.